Vision 2030, madini ni maisha. Na utajua tena, nimekuja leo kuwaona mama ntilie pamoja na baba ntilie. Kama mnavyofahamu kwamba rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan yuko kwenye kampeni ya kuhakikisha anakwenda kutekeleza kwa asilimia kubwa matumizi sahihi ya nishati safi ya kupikia kwa sababu sasa hivi wengi najua tunapikia nishati chafu. Uongo kweli? Tunatumia kuni, tunatumia mkaa, vitu ambavyo kweli vina madhara kwa binadamu. Ni kwa sababu tu hatuvioni kwa haraka, lakini yapo. Wapo ambao wanapata kansa, wapo ambao wanapata kifua kikuu, lakini wapo hata wamama ambao wanaathirika macho kwa sababu tu ya kupata ule moshi mwingi wa kupikia. Lakini hata hawa oh, baba ntilie, mnapika chips na nini, wengi wanapikia kuni na wengi wanapikia nini, mkaa vitu ambavyo vina madhara kwa binadamu, lakini um, Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan mnafahamu kwamba ndio kinara wa nishati safi ya kupikia barani Afrika. Tumpigie rais vigelegele, amekuwa kinara kwa Afrika nzima kama muasisi, lakini kama ambaye anabeba ajenda kuu ya kuhakikisha nishati safi ya kupikia inafika na sambaa duniani kote. Sisi tunaamini ya kwamba kupitia sisi ulijua kabisa tuna uzazi wetu mwingine kwa sababu hiyo umewakumbuka. Mungu akubariki sana, tunakupenda tunaendelea kukuombea mbele za mwenyezi Mungu, unapoendelea na majukumu yako basi Mungu akutunze. Kwa niaba ya mamalishe yote, napenda kutoa shukurani kwa viongozi wetu waliotuwazia hili. Kwa kipindi hiki cha uchaguzi, tunaomba tuwapatie viongozi wetu mingapi? Mitano tena. Kwa niaba ya babalishe Tunatoa shukrani zetu za dhati. Tunashukuru sana Mheshimiwa raisi kwa mbinu aliyoibuni kutoa msaada huu. Kwa pamoja sisi tunasema mitano tena, mitano tena. Samia. Mitano tena. Mama